Ana ndugu zetu wa Tanzania, msione Kenya tunaandamana. Polisi wetu kidogo wanahuruma wale wenu, nasikia FFU wanapiga sana, na amani ya nchi ni kitu ambacho bwana kukipata kigumu sana, na ningependa muingie katika kumbukumbu kumbu, katika historia ya Mugugu Mugugu pale Rwanda genocide, alafu mutizame je, mtaka kwenda pale. And the thing is, boss wangu, hata kama mtu ni mbaya kama sijui nini, mwisho wa siku tamu yake itaisha Ataingia mwingine awezimaliza nchi resources ambazo sagodi ametupa. Hata waje waizi elfu moja mia tano, tamaa yao itaisha, wataenda so the best thing, mwacheni amalize, muje mchaguo mwingine ambaye mnamtaka, yani exercise your constitutional right. Bottom line, mi nitawapatia siri eh, ya mafanikio. Naona sisi hapa Kenya mm, tulipiga kelele sana mwaka jana. Eh, tukasema oo tunataka serikali ibadilike. Oh, na tupige uchaguzi ndani eh, ya miaka miwili. Naam. Lakini baadaye wa Kenya wamekaa chini wanajirudi wasema ama labda sisi wananchi ndio watu wabaya, mm, au viongozi wetu ni wazuri. Mm. So pia labda pale Tanzania mm, unaweza pata wale wa Tanzania ndio wenye shida. Uweza pata Samia si mtu mbaya eh, lakini wanaomzunguka ndio watu wabaya.